Kwamba alinyongwa, alipigwa na vitu butu kwenye kichwa chake, mbele na nyuma, na alifariki kama ana struggle sana. And this is a person ambaye polisi wameconfirm kwamba alishikwa kweli Homa Bay, akaletwa Nairobi, akakuwa booked pale central police station alafu baadaye wakati ambapo maafisa wa polisi wanafanya routine check akiwa peke yake kwenye sel, wakampata unconscious, wakimkimbiza hospitali, akakuwa announced dead on arrival. Swali ni je, alipigwa na majini? The question is, alipigwa na mashetani Albert? mashetani yakamnyonga yakampija na vifaa butu, kwa sababu polisi wenyewe hawajui, kwa sababu alikuwa pekee kwenye seli hiyo. Ndio taarifa ya polisi inasema, he was alone in the cell. Ama pale Central Police Station kuna magosti, labda majini ndo amemfanyia huu nyama. Now we the people of Kenya, nasemaje? We the people of Kenya demand The immediate resignation of the internal uh, security minister. Bwana Ajuzulu tu. Ajuzulu yeye na maafisa wake wote ambao wako chini yake. I think that will be okay because huwezi sema wewe ni waziri wa usalama wa ndani na vitu vinafanyika chini ya macho yako na hauoni. Now, we the people of Kenya demand the immediate resignation of Kipchumba Murkomen akae kando, uchunguzi ufanywe ili watu wasintafia na chochote and all the police officers who ordered the arrest of Albert Ojwang wakae kando because it is very sad, very very sad. Ebu imagine hu kijana ameoa recently, kijana huyu bwana. Eh, familia yake changa mtoto mdogo ako naye.